Karibu tuendelee kuangazia taarifa zote ambazo zinajiri juu ya vita vinavyoendelea baina ya Israel na Iran. Na katika taarifa za awamu ya hivi punde, ikulu ya White House ilisema alhamis kwamba Trump atafanya uamuzi wa kujiunga na vita ndani ya wiki mbili. Mabadiliko haya katika msimamo Rice wa rais yanawafanya baadhi ya wachunguzi wa mambo kufikiria kuwa Trump anaweza kuwa hana mkakati au mwisho wa mwisho badala yake anaburutwa kwenye vita na waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu, ambaye amekuwa akitafuta mashambulizi ya Marekani dhidi ya Iran kwa miongo kadhaa. Vinginevyo, je, Trump anaweza kutumia matamshi yake yanayozidi kuwa mabaya dhidi ya Iran kuilazimisha Tehran kukubali kuachana kabisa na mpango wake wa nyuklia? Ikiwa ndivyo, wataalamu wanaonya kwamba ubinafsi unaweza kugeuka kuwa vita vya kila upande kati ya Marekani na Iran. Jamal Abdi, rais wa baraza la kimataifa la Iran la Marekani, alisema Trump anaweza kujaribu kujenga uwezo wa vitisho vya kuitia nguvu Iran kukubali matakwa yake ya kujisalimisha kikamilifu. Alisema, nadhani anajaribu kujionyesha kama mwenda wazimu huyo ambaye hatabiriki, na kwa kufanya hivyo, basi anaweza kusisitiza juu ya mstari huu mgumu ambao Iran imekataa kukubali kwa miongo kadhaa ya kusambaratishwa kikamilifu kwa mpango wake wa kurutubisha. Ufafanuzi mwingine unaowezekana wa kauli za hivi punde za Trump, Abdi aliongeza kwamba Trump anabebwa na Netanyahu ili kuifanya Marekani kwenye vita kamili na Iran. Anasema jambo moja, anafanya jingine. Mchambuzi wa Kiamerika wa Iran Negar Mortazavi. Okay. Mchambuzi wa Kiamerika wa Iran Negar Mortazavi pia alisema kuwa Trump anazidi wa ujanja na Netanyahu. Sijui hata kama rais Trump anajua anachotaka, Mortazavi aliambia Aljazeera. Alifanya kampeni kama rais wa zamani, aliahidi kuwa atamaliza mizozo. Urusi Ukraine haijaisha, Gaza imeongezeka, na aliacha vita kuu ya tatu ya mashariki ya kati, ambayo inaonekana kama vita ya mabadiliko ya serikali ianze chini ya uangalizi wake. Kwa hivyo, anasema jambo moja, anafanya lingine. Israel ilianzisha kampeni yake ya kulipua Iran wiki ya jana, siku mbili kabla ya maafisa wa Marekani na Iran kukutana kwa duru ya sita ya mazungumzo nchini Oman. Saa chache kabla ya shambulio la Israel kuanza, Trump alisisitiza tena kujitolea kwake kwa kidiplomasia, na jibu la awali la Marekani kwa mashambulizi ya Israel lililokuwa ni kusisitiza kuwa Washington haihusiki na mashambulizi hayo. Katika siku zilizofuata, hata hivyo, Trump alionekana kuchukua sifa kwa kampeni ya Israel ya mabomu. Alisema sasa tuna udhibiti kamili na kamili zaidi wa anga juu ya Iran, aliandika katika chapisho la mtandao wa kijamii siku ya Jumanne, bila kufafanua nani sisi ni nani. Iran ilikuwa na wafuatiliaji wazuri wa anga na vifaa vingine vya ulinzi, na vingi vyake, lakini hailinganishwi na vitu vya Marekani vilivyotengenezwa, vilibuniwa na vilitengenezwa. Hakuna anayefanya vizuri zaidi kuliko USA. Mashambulizi ya Israel yamelenga ulinzi wa anga wa Iran vituo vya kijeshi na nyuklia, miundo mbinu ya mafuta na majengo ya makazi, na kuua mamia ya watu wakiwemo maafisa wakuu wa kijeshi na kisiasa pamoja na raia wengi. Iran imejibu mamia ya makombora ya balistiki ambayo yameua takriban wa Israeli 24 na kuacha uharibifu mkubwa kote nchini. Maafisa wa Israel wanadai kuwa wanajaribu kuharibu mipango ya Iran ya nyuklia na makombora lakini pia wanabainisha kuwa kampeni yao ya kijeshi inaweza kusababisha kusambaratika kwa mfumo wa utawala wa Iran, jambo ambalo wanasema lingekuwa jambo la kufurahisha sana. Hata hivyo, inaaminika sana kuwa Israel ingehitaji usaidizi wa Marekani kuharibu kituo kikuu cha kurutubisha uranium cha Iran cha Fordo ambacho kimezikwa ndani ya milima. Motazavi alisema wa kuwa vita na maafisa wa Israel wanaonekana kuwasilisha kesi kwa Trump, kwamba kumpiga Fordo itakuwa si kazi rahisi. Baada ya serikali kubadilisha vita, vita mbaya na isiyo lazima dhidi ya Iran, ambayo amekuwa akionya kila mtu na kupigana nayo katika kila kampeni zake. Lakini Iran imeahidi kulipiza kisasi vikali dhidi ya shambulio lolote la Marekani. Maelfu ya wanajeshi wa Marekani katika eneo hilo wanaweza kukabiliwa na mashambulizi ya makombora ya Iran ikiwa vita vitaongezeka. Iran inaweza pia kuvuruga njia za meli katika Guba, njia kuu ni ya nishati ya kimataifa. Wabunge wa Iran tayari wamependekeza kuwa Iran inaweza kufunga mlango wa bahari wa Hormuz unaounganisha Guba na bahari ya Hindi, ambapo asilimia 20 ya mafuta duniani hutiririka, Motazavi alisema, na kuongeza kuwa mzozo hautakuwa na matokeo ya janga kwa eneo hilo. Itaonekana kama Iraq na Afghanistan zikiunganishwa, kama sio mbaya zaidi. Iran ni nchi kubwa, alisema. Nchini Iraq vita vya mabadiliko ya utawala vya Bush vilisababisha miaka mingi ya umwagaji damu wa madhehebu na kuongezeka kwa vikundi kama ISIS nchini Afghanistan, vikosi vya Marekani vilipigana kwa miaka 20 baada ya kuondoa Taliban kutoka mji mkuu Kabul na kuona kundi hilo likirejea madarakani kwa haraka huku wanajeshi wa Marekani wakiondoka hata kama mfumo wa uongozi wa Iran utaangushwa chini ya mapigo ya Marekani na Israel, wataalamu wanaonya kwamba wapiganaji wa vita wa Marekani wanapaswa kuwa makini na wanachokitaka. Iran ni nchi yenye zaidi ya watu milioni 90. Kuanguka kwa serikali kunaweza kusababisha migogoro ya ndani, mizozo ya watu kuhama na kukosekana kwa utulivu wa kikanda, ikiwa sio kimataifa. Wachambuzi wanasema haya si mapinduzi ya rangi, hii itakuwa vita na machafuko una uwezekano mkubwa wa vita vya wenyewe kwa wenyewe na machafuko, Mortazavi alisema. Sara Lea Whitson, mkurugenzi mtendaji wa kundi la haki za Dawn, alisema kwamba hata kama Trump anajaribu kupata nguvu na vitisho vyake na hataki vita au mabadiliko ya serikali nchini Iran, ni mkakati hatari. Uwezekano wa mashambulio dhidi ya Iran kuongezeka, sio tu kwa vita ya kikanda, lakini uwezekano wa vita vya kimataifa ni mkubwa sana na kwa hivyo kuendelea kwa uhasama na maneno ya chuki kutoka kwa rais Trump ni kurusha mafuta kwenye moto. Naam, hayo ndio yaliyojiri juu ya vita vinavyoendelea baina ya Iran na Israel. Tafadhali tuandikie mtizamo wako juu ya hali hii ambayo imeonekana kutatiza watu wengi na kuacha watu kwenye maswali makubwa kwamba Marekani ni kipi ambacho inakilenga juu ya kauli zake ilizotoa kipindi cha hivi karibuni kwamba Iran inapaswa kujisalimisha na kwamba kama haitajisalimisha basi kuna hatua za ziada ambazo Marekani inaweza kuchukua dhidi yake, licha ya kauli nyingi ambazo Donald Trump aliwahi kuzizungumza kwamba yeye atakuwa na kipaumbele cha kutuliza vurugu na ghasia na vita vya kikanda kama vile ambavyo inaonekana kwa Israel na Iran, juu ya migogoro mikubwa ambayo imeendelea kuibuka katikati yao. Lakini kwa Donald Trump, tukitizama kwa upande mwingine, tunaona kwamba amekuwa ni mtu mwenye kubadilika badilika. Yani, Donald Trump anazungumza hivi na akija kwenye maamuzi anaweza kuamua vile, jambo ambalo linaibua wasiwasi mwingi pia kwenye uwezo wake wa kumaliza mgogoro huu ambao umekuwa ukiendelea baina ya Israel pamoja na Iran. Kitu kikubwa ambacho watu wengi wanatamani kukifahamu, je, Trump ataweza kuzuia Israel isiendelee kushambulia Iran juu ya hivi vita vivyokuwa vinaendelea baina ya watu hawa hapa wawili? Kwa sababu kwa upande mwingine pia watu wamekuwa wakimtizama Israel kama ni mtoto wa Marekani na Iran ni kama mtoto wa kambo. Maswali ni mengi sana. Tuandikie mtizamo wako kwenye hili pia, lakini kikubwa tu endelea kubaki nasi kila wakati kwa taarifa nyingine nyingi zaidi kutoka hapa.